Kwa hivi sasa moja kwa moja mtazamaji tunaenda kaunti ya Kilifi eneo bunge la Magarini. Ikumbukwe kwamba inawapiga kura elfu themanini mia moja ishirini na nane ambapo wataweza kumchagua mbunge mpya baada ya mahakama mtazamaji kuweza kubatilisha uchaguzi wa Harrison Kombe. Na kwa hivi sasa tunaungana naye Francis Mtalaki, atujuze mengi zaidi kutoka hilo eneo la Magarini. Kwako Francis, kudu, kudu, kudu, kudu. Nam, asante sana uh, Lulu. Kutoka maeneo haya katika kituo hiki cha kupigia kura cha Mambrui uh, shule ya upili uh, tuko naye gavana ambaye amekuwa akizunguka uh, katika eneo bunge hili kuweza kutathmini uh, hali dabda. Uh, utueleze uh, shughuli hii nzima iko namna gani? Umeridhishwa na zoezi hili eh? Kwa sasa bado shule inaendelea vizuri, kumekuwa na changamoto ndogondogo hapa na pale, lakini eh, kwa ujumla shughuli inaendelea vizuri, kuna amani Ee, aa, naona kidogo watu hawajaanza kutoka kwa wingi. Kuna wale wametoka asubuhi lakini bado tunatarajia leo mchana aa, watu watatoka kwa wingi zaidi aa, waweze kupiga kura, lakini kwa sasa bado watu tunahimiza watu watoke nje wapige kura ee, kura hii ni kura ya amani na leo jioni utakuwa na mshindi. Na la hapo mbeleni kulikuwa na lalama hasa kutoka kwa mgombea wa chama cha ODM, ni maswala ambayo labda mmeweza kuyasuluhisha na tume ya IBC? Tumesuluhisha hiyo. Nafikiri tabu ni kwamba maagenti wale wa kandidat wa walikuwa na wake binafsi, na kuna wale wa chama walikuwa hawajajumuishwa pamoja. Sasa wameweza kuelezwa kupitia mtandao wetu, kutoka kwa ofisi ya kampeni ya, na sasa wamejuana, kwa hivyo wanaendelea vizuri. Nimetoka hapo, nimeona wanaendelea vizuri. Wale wa mbunge, mbunge alisema na lazima akuwe na wake binafsi na chama pia iko nao kwa hivyo wanaendelea kwa uzuri pamoja sasa. Gavana, pia yamekuwa masuala ya vurugu katika baadhi ya maeneo yakiwemo kule ambako Stanley Kenga alikwenda kupiga kura na mbunge Chonga akafukuzwa. Hali hii ya usalama ipo namna gani ukiangalia kwa kule ambako umetembea? E, pale Marereni kidogo kulikuwa na unajua, Marereni kwa ule kandidet anatoka wa DCP, nafikiri watu walikuwa na hamaki, tuna wasiwasi mwingi, lakini sasa kumetulia na kazi inaendelea sana. Sasa na upande wa usalama labda umeridhishwa na ile mikakati ambayo imewekwa? Iko usalama wa kutosha Kuna usalama wa kutosha. Umekuwa na utovu kidogo pale Ngomeni, e, watu walikuwa wakihongana, lakini pia hiyo imetatuliwa. Kwa hivyo natumai kwamba kuendelea mbele sasa kutakuwa na amani. Naendelea kuuliza watu wa Magarini waendelee kuweka amani. Bila waliweka amani ya kampeni, waweke amani pia siku hii ya leo ya kupiga kura Umekuwepo na swala la hofu kwa baadhi ya wale ambao ni waniaji wani, na pia swala la kusafirishwa kwa, kwa guns kutoka baadhi, baadhi ya maeneo kuja upande huu, ni kitu ambacho umekishughulikia kama gavana wa eneo hili? Tulishuika toka jana, ndio maana unaona hata road block hiko jana. Tuliongea na polisi tukaambia kila gari inayopita ikaguliwe, na nimeona zimekaguliwa hapo, watu wamesimamishwa, wamerudi kuna roadblocks za kutosha za kuhakikisha kwamba kama upigi kura huko na umejaza tu kwa matatu asema i ni askari, tuko na askari wa kutosha, huna haja ya askari bandia. Yes. Asante sana, ni gavana uh, Mung'aro akiweza kuzungumza nasi moja kwa moja kuhusiana na swala hili la uchaguzi mdogo wa Magarini, akisema kwamba kwa sasa naridhika, japo kumekuwa na masuala ambayo amekuwa akijitokeza hasa katika maeneo tofauti katika eneo hili, lakini uh, kuu zaidi ambapo chama cha ODM kupitia mgombea wao aliweza kulalama kwamba baadhi ya majenti akiweza kuhakikishia kwamba tayari Tume ya IBC, na wao pia wameweza uh, kutatua swala hili. Labda uu uh, kwa dakika chache tu labda niweze kupeleka mtazamaji wetu ndani ya kituo hiki cha uh, kupigia kura cha Mambrui uh, tuweze kuangalia uh, jinsi hali ilivyo. Ukiweza kuona kuna maafisa wa polisi wako hapa wakiweza uh, kuhakikisha kwamba usalama umedumishwa uh, katika sehemu hii na pia katika baadhi tu ya baadhi ya waliopiga kura wanapofika ni sehemu hii, lakini idadi eh, kama tuliweza kueleza hapo awali ni e, ndogo, ukiweza kulinganisha na a, yale majira ya asubuhi, ambapo kulikuwa na baadhi ya wapiga kura ambao walikuwa hapo wamefika tu e, kuja kupiga kura. Tuweze kuona hapa ndani, endapo labda kuna baadhi ya wapiga kura ambao wapo kwa sasa e, katika eneo hili. Tunaona kwamba kwa sasa bado hakuna yote uh, ambayo yuko hapa, maafisa hawa uh, makarani pamoja na wale ambao wanasimamia shughuli hii nzima, wakiwa hawana kazi kwa sasa, wakisubiri tu endapo mpiga kira kura yoyote atakayefika hapa basi ataweza uh, kumshughulikia na wakiweza kutumia IBC. Hapo awali ikiweza kuwataka wakazi wa, wa eneo bunge hili la Magarini kuweza kujitokeza kwa wingi na kuhakikisha kwamba wameweza kushiriki maamuzi haya ikizingatiwa kwamba kuna wapiga kura jumla 80,128 e, na katika vituo e, vya kupigia kura 193. Kwa hivyo hao ni baadhi wa tu ya maafisa wakisubiri tu endapo kutakuwa na mpiga kura yeyote ambaye atafika hapa aweze basi kupiga kura na kuondoka. Na pia IBC imeelezea matumaini kwamba katika muda labda ya baadaye tutaona baadhi ya idadi kiongezeka, maanake asubuhi kulikuwa na baadhi ya wakazi wamefika hapa wakikuja kupiga kura, na huenda basi mida ya saa nane, saa tisa huko tuweza kuona kwamba labda idadi itaongezeka, lakini tutaendelea kufuatilia kwa karibu na ni hayo ambayo yanajiri kwa sasa. Niweze kuregesha kwa Kelolo na Rashid kwa taarifa zaidi. Naam, shukran sana Francis Mtalaki Rashid, meweza kuona picha zile ziweza kuletwa na Francis Mtalaki. kuna kile